Lakini eneo lingine ambalo nataka pia nilizungumzia kwenye kikao hiki ni kama kukumbushia tu mapendekezo, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama na ndugu zangu wa jumbe, ya mapendekezo ya kuligawa jimbo la Mpanda vijijini na kubadilisha jina. Mchakato huu ulianzia chini na huko hatua ya taifa, si ndio ndugu zangu? Na kama sijasahau na ndivyo sahii tarehe ishirini na tano mwezi wa nne, akipokea wageni kutoka tume ya tume ya huru ya uchaguzi, na iliwakutanisha wadau wote wa uchaguzi wa wilaya hii, ikiwepo na kamati za ulinzi za usalama, mkoa mkuu wa mkoa na wilaya, na kubwa zaidi, wale wawakilishi wa kutoka tume walikuwa wanakuja kujiridhisha kama zile taarifa zilizotoka Tanganyika zikaenda. Ah, na hizi zilijadiliwa ndivyo walivyokubaliana na Tanganyika. Kwa hiyo kile kikao tulikifanya kwenye kumbi humu, na wote tulibahatika kutoa nafasi ya kuchangia baada ya wasilisho, wasilisho lile na taarifa ile, wote kwa asilimia mia tulisema hayo mliyoyaleta ndio yale tuliyojadili kwa vikao v si ndio waheshimiwa? Sasa nataka tuendelee kuendelea kutoa wito kwamba walichotuelekeza ni kwamba wao sio waamuzi wa kuligawa jimbo wala kugawa kupendekeza kwa maana ya kubadilisha jina la jimbo. Walichokisema kwamba wao wanakuja kujiridhisha kwenye jimbo lenyewe ama wilaya yenyewe, kwamba, je, yale yaliyopelekwa kwao ndio yale, yale, kwa, yale, yale tuliyojadili kwenye vikao vyetu, na mwisho wao wataendelea na mchakato na baadaye watampelekea kwenye maamuzi, bali Mheshimiwa Rais ndio mwenye mamlaka ya kugawa jimbo na kubadilisha majina ya majimbo, si ndivyo walivyosema? yeah. Sasa nimeona niliseme mnye kwenye hadhara hii ili liendelee ku, kuwekwa sawa kwa wananchi, kwa sababu ile michango yetu baadhi, na baada ya wale mkutano wapo walioamini kwamba tume wale waakilishi wa tume vuula uchaguzi wamekuja kugawa jimbo na wamenigawa lakini wapo wananchi walioanza kupiga simu kwamba tunasikia ndani jimbo limegawika na jina la jimbo. Bahati nzuri wengine wakaza kutupa na baraka mashimo nano kagombe jimbo fulani na mimi nimo kwenye majimbo. Kwa hiyo nilichotaka kueleza hapa ni kwamba ule bado ni mchakato, na sisi kona, fasizetu, odari, yomu, wale, kwa nafasi zetu wote tuliomo tukawambia wananchi kwamba kazi ya tume ukisoma kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miongoni mwa kazi uliofikia saizi ni wale wawakilishi wa tume kuja kujiridhisha kama yetu imependekeza ndio mapendekezo yetu, na michakato mingine iendelee baadaye itakavyopendeza. Mwenyewe Mheshimiwa Rais, kulingana na zile habibu za rejea, atatangaza kulingana na atakavyokuwa amejiridhishwa. Kwa hiyo ombi langu katika hili, niombe tu kwamba waheshimiwa madiwani pamoja na viongozi Tukendelee kuambia wananchi kwamba mchakato unaendelea na sio kwamba walikuja kwa ajili ya kugawa jimbo. Lakini leo nyingine mkurugenzi ambayo ndio kusisitiza, tulikuwa na kikao cha kamati ya fedha juzi, tulikuwa tunaangalia namna gani ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Tumebaki na muda mfupi sana, lakini baadhi ya kipindi hiki tunategemea kupata fedha kupitia mazao kwa niendelee tu kusisitiza mkurugenzi, na wataalamu wako na sisi wenyewe majuani, tuendelee kupambana kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ili tutakapopata zile fedha zile za kutekeleza shughuli mbalimbali za Manispaa ya Wilaya ya Tanganyika. Kwa hiyo hili eneo nataka niendelee kusisitiza mkurugenzi, asilimia nilikuwa naiona ya ukusanyaji kidogo, tuko vizuri, kwa tupambane kipindi hiki wakati tunakwenda kufanya mkutano mkuu wa mwaka ambao umebaki wa mwisho tuonekane tumekusanya mapato mengi ili tuweze kutekeleza miradi ile naile kama meshima kapata na namesema kwamba nahitaji fedha Mheshimiwa. pana kusema natamka rasmi kwamba mkutano wetu umeahirishwa mbakotukakukutana siku nyingine, niwatakie njia